Unapokuwa unataka kufanikiwa katika maisha, hautakiwi kusubiri wala kuomba ruhusa kwa mtu yeyote yule. Kwa sababu unapokuwa unaomba ruhusa maana yake unaamini kwamba kuna kwa mtu fulani ambaye anaweza kufanya maamuzi zaidi kuliko wewe. Unaweza kumomba ruhusa pengine ndugu yako, eh, kaka yako, dada yako, mzazi wako pengine unaomba ruhusa ili aweze kukuruhusu uweze kufanya mafanikio labda ufanye biashara au uchukue hatua moja ngumu katika maisha yako. Sasa, unapokuwa unataka kuanza jambo jipya au jambo fulani katika maisha yako ambapo unaliamini kwa kubwa sana, Ni muhimu sana ukachukua hatua. Ni muhimu kutoa taarifa kuliko kuomba ruhusa, kwa sababu ukiomba ruhusa utakuwa limited sana, na watu wengi hawamini kitu kikubwa, hawamini kwa ukubwa. Wanaona kwa udogo. Kwa hiyo, ukiomba ruhusa maana yake inabidi utegemee watu wengi watakuja kukudisappoint. Watajikuta anakuambia usifanye hicho kitu, subiria labda uwe fit, au utimie ya utoshelezi. Kwa hiyo, unajikuta unakuwa disappointed kwa kwa muda mrefu na wafanyi hatua za haraka kwenye mafanikio ya. Kwa hivyo na kusi, kama unatamani kuchukua hatua katika biashara au jambo lolote, eh una talent uh, fulani kama eh, unataka kuchukua hatua fulani labda unatamani kuimba unatamani kuigiza eh, utaki kuomba ruhusa, utakiwa kuchukua hatua za haraka sababu hakuna mtu ambaye anakujua zaidi kuliko yeye ambaye unajua. Sometimes hata unaweza kujijua mpaka pale mtu kuchukua hatua ngumu katika hali moja kwenda hali za tofauti, kuhakikisha unachukua hatua kuliko kuomba ruhusa kwa mtu uh, kwa, kwa sababu watakudisappoint, najikuta hauchukui hatua nzuri katika mafanikio yako makubwa. Badili mtazamo na kaa yule, muulize leo kwa